Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu wanafyus, kwa mara nyingine tumeweza kukutana katika nakala zetu, katika kipindi chetu, katika chaneli yetu hii ya Dr. Harun Shaharawi. Lengo ni na shabaha ni kwa ajili ya kukupa yale ambayo e, yanayojiri duniani yale ambayo yanayoendelea kutokea katika bara letu la Afrika, lakini pia e, katika bara la Ulaya, lakini pia hasa kule mashariki ya kati. Na katika kipindi chetu hichi na makala yetu ya leo, bado tunaangazia yale ambayo yanayojiri katika nchi za mashariki ya kati juu ya uvamizi wa Israel dhidi ya taifa la Irani na katika mambo ambayo leo tutajikita nayo, tutaangalia sababu na uhasama wa kiini cha matatizo ya vita hivi vya Israeli dhidi ya taifa la Irani, lakini hatua gani ambazo zinazochukuliwa na nchi rafiki au nchi shiriki zinazomuunga mkono Irani, lakini pia nchi shiriki zinazomuunga mkono taifa la Israel, lakini pia ni kwa sababu gani wanaunga mkono katika eh, vita hivi. Kwanza kabisa ni kuombe ndugu mtazamaji hapo ulipo, kama bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi tunahitaji support yako kuhakikisha kwamba unabonyeza alama ya subscribe, lakini pia alama ya kengele. Hii itaendelea kukufanya kuwa wa kwanza kupokea taarifa juu ya makala zetu na maudhui mbalimbali ambazo zitakazokuwa zikiwekwa katika chaneli yetu hii pendwa ya Dr. Harun Shaharawi TV. E, kwanza kabisa leo tutaangazia mambo muhimu kama ambavyo nilivyoelezea huko mwanzo, kiini cha matatizo na uhasama wa vita hivi, yaani chanzo chake ni nini na sababu zake ni nini. E, kumbuke kwamba kwa muda mrefu sana pamekuwa kuna uhasama baina ya mataifa haya mawili, kati ya taifa e, pendwa la Israeli la Wazayuni ambayo liko chini ya Myahudi na taifa pendwa la Jamhuri ya Kiislamu taifa la Irani. Ikumbuke kwamba mapinduzi ya Irani tangu mapinduzi ya Irani yafanyike mwaka wa 1979 na utawala huu wa nchi ya Irani au dola ya Irani kuwa chini ya utawala wa Al-Khomeini. Taifa hili limekuwa halikubaliani na wala halikubali juu ya taifa la uwepo wa taifa la Israeli, lakini pia taifa la Israeli nalo limekuwa halikubali juu ya uwepo wa taifa la Irani, juu ya utawala wa Irani, jambo ambalo sasa limepelekea kutokuwa na ubalozi kwa muda mrefu, kutokuwa na ubalozi yani ubalozi wa Irani nchini Israel na kutokuwa na ubalozi wa Israel nchini Irani. Maana yake hakuna wanasema zile international relationship, yale mahusiano ya kimataifa al ilaqati daulia, yale mahusiano ya kimataifa baina ya nchi hizi mbili, unasema nchi hasimu, nchi hizi mbili ambazo ni hasimu, lakini pia Irani inakinzana na uvamizi wa Israel nchini Falestini. Ikumbuke kwamba moja kati ya mambo yanayotia dosari taifa la Israel ni kufanya uvamizi katika nchi ya Israel, nchi ya Falestini kwenda kuua watu ambao wanaua watoto, wanaua watu wazima, wanaua wanawake, wanaua wazee, lakini pia wamekuwa wakiua viongozi mbalimbali mbali, ambao ni watawala katika maeneo hiyo. Nia malengo na shabaha ni kutaka kupunguza chachu ya kukua kwa taifa la Palestine ndani ya mashariki ya kati, na wamekuwa wakitumia njia hiyo kwa ajili ya kutaka kujisimikia mizizi wakidai kwamba ile ni taifa lao na wao ndio wana haki zaidi ya kumiliki taifa hilo, lakini pia taifa la Israel limekuwa likikinzana na taifa la Irani kutokana na shutuma kwamba Irani inayasaidia makundi ya kigaidi. Ila Irani inayasaidia makundi ya kigaidi, inawasaidia Alhuthiyina ambao wako katika taifa la Yemen, lakini pia inawasaidia e, Hezbollah ambao wako katika taifa la Lebanon, tumefahamiana vizuri. Lakini pia inasaidia makundi ya Hamas ambayo yako katika taifa la E, Palestine lakini pia wakati huo huo e, taifa la Israeli limekuwa likishutumu taifa la Irani kwa kuendelea kurutubisha e, uranium kwa kuendelea kurutubisha uranium ambayo inayopelekea kutaka kuanzisha mfumo wa makombora ya nyuklia, na hii sasa ndiyo sosi kubwa, kwa sababu tangu taifa la Israel li ta, liwekwe katika Mashariki ya Kati mwaka 1948 takriban limekuwa likipewa nguvu na wanachama washiriki wa, wa nchi za magharibi kusaidiwa na Marekani kana kwamba liwe ni taifa pekee ambalo litakalohesabika kama ndio taifa lenye nguvu super power ndani ya nchi za Mashariki ya Kati. Sasa inapotokea e, taifa lingine ndani ya Mashariki ya Kati linataka kuwa na nguvu basi taifa hilo haliwezi kusimama, na hii vita ndiyo vita ambayo alionayo leo mwirani. Lakini vita hivi havijaanza leo, ikumbuka kwamba eh, vita hivi tangu mwaka 1967 takriban vilifanyika vita vikubwa, vilipiganwa vita vikubwa baina ya Israeli pamoja na taifa la Masri, lakini pia vikapigana vita eh, pam, eh, la, ya Israeli pamoja na taifa la Syria, lakini pia ikapigana vita ya Israeli pamoja na Lebanon. Lakini pia ikapigana vita ya Israel pamoja na taifa la Iraqi kipindi cha Saddam al Huseini, wakati alipopiga kombora ambalo kwa mara ya kwanza liliweza kufika katika ardhi ya Israel. Ikumbuke kwamba vita hivi baada tu, mara tu baada ya kudondoshwa kwa uta, kwa utawala wa Saddam Hussein ambaye katika nchi za mashariki ya kati yeye ndiye alikuwa na nguvu zaidi na alitengenezewa zengwe kama hili hili, walitumika e, wachunguzi ambao ni sehemu ya Waarabu pia ambaye alikuwa anahusika zaidi na maswala ya mikataba ya nyuklia ambaye alikuwa anaitwa Bardei ambaye huyu Bardei ni Masri na ni mtaalamu wa mbobezi wa maswala ya nyuklia aliyekuwa ndiyo mwenyekiti wa e, shirika la urutubishaji wa madini ya nguvu za atomiki duniani ambayo likuwa anaitwa Bardai, ndiyo aliyetumika kuidondosha nchi ya Iraq lakini hiyo yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutaka kumfanya e, Saddam Hussein na nchi yake ya Iraq ili asiwe superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Katika vita hivi, Waarabu walishiriki katika kumsaidia adui. Ndiyo maana tunasema walan tarda anka lyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, kamwe hawatokuwa radhi mayahudi na manaswara mpaka pale ambapo ninyi Waislamu mtakapoamua kufuata mila zao, mtakapoamua kutekeleza matakwa yao, mtakapoamua kuwa chini yao, mtakapoamua kuwa ni watumwa wao ambao watakaokuwa wanawapeleka na kuwafanya namna wanavyotaka na, wanavyo na. Hichi ndicho ambacho kinachojiri katika mataifa ya Kiarabu. Utaona juzi hapa kwamba e, moja kati ya safari alizofanya ziara alizofanya Trump alikwenda kutembelea baadhi ya mataifa ya nchi ya kati ya UAE, alivyoenda kutembelea alipewa zawadi nyingi sana, mabilioni ya pesa, lakini pia ikiwemo e, zawadi ya kutunukiwa ndege binafsi ya Rais Donald Trump. Unaweza ukaona namna gani Waarabu walivyo, na huu mkakati ni moja kati ya mikakati mikubwa ambayo imesukwa kwa muda mrefu, lakini leo tunavyozungumza, nchi ya Jordan imekuwa ni sehemu ya nchi zinazo e, toa sapoti kwa taifa la Israeli na limekuwa likidondosha baadhi ya drone ambazo zinavuka kwa ajili ya kwenda kumpiga Iraqi kwa kumpiga kupiga taifa la Israeli unaweza ukaona, lakini wakati huo huo drone za Israel zimekuwa zikifanya mashambulizi kupitia Jordan, zimekuwa zikifanya mashambulizi kupitia Iraqi, lakini pia zimekuwa zikifanya mashambulizi ya kumshambulia Irani kwa kupitia, e, kwa kupitia Siria. Kwa sababu gani? Siria pamoja na Iraqi E, pamoja na na na, na ya Syria pamoja na Iraq wamekuwa chini ya Marekani kiasi kwamba ndani ya hizo nchi zote sasa hivi kuna basic za kijeshi za Marekani ambazo ziko hapo, na hatimaye sasa, kwa ku, kwa uwepo wa basic za Marekani ndani ya mataifa haya, maana yake nguvu ambayo inayotakiwa kudhibiti anga imekuwa chini ya Marekani. Sasa vita hivi watu yanayojiri katika vita hivi, watu wengi hawakutarajia. Watu wengi bado wanaishi katika historia kwamba Marekani ndiyo superpower na Israeli ndiyo taifa teule la Mwenyezi Mungu, lakini nataka niwaambieni ndugu zangu, Hakuna taifa teule la Mwenyezi Mungu. Ingelikuwa ni hivyo basi, e, taifa hili lisingeweza kuwa watu taifa hili lingelikuwa ni taifa la kwanza kuhakikisha kwamba linaeneza amani duniani, lakini taifa hili, hakuna sehemu ambapo yupo Yahudi, hakuna sehemu ambapo yupo Mwisraeli isipokuwa ndani yake lazima patatokea migogoro mikubwa, migogoro ambayo itakayopelekea kumwaga damu. sasa Leo hii tunashughudilia kwamba e, kuna yako mataifa ambayo ni mataifa washiriki wanaotoka katika ulimwengu wa BRICS ambayo tunasema ni Korea, China, e, Urusi, Pakistan. Mataifa haya yamejitokeza wazi kwamba yenyewe hayatokubali ikiwa Irani atavamiwa na Marekani, hayatokubali ikiwa Marekani atamuunga mkono Israel kuhakikisha kwamba anaivamia nchi ya Irani, kwamba wao wako tayari kuhakikisha kwamba wanatoa sapoti yao kwa Irani moja kwa moja, na wanamuunga mkono Irani moja kwa moja. Huo ni katika upande wa Iran, lakini wakati huo huo mataifa ya nchi za magharibi, Uingereza, Ufaransa, pamoja na mataifa mengine yakishirikiana na Marekani tayari wamekusha changa ndege mia nane wamekusha toa ndege takriban elfu nane kwa ndege mia nane kwa ajili ya kwenda kumpa sapoti e, Israel, kwa sababu vita hivi inaonekana ni wazi kabisa kwamba Israel ame amezidiwa na is, na propaganda ambayo inayotengenezwa kwamba Israeli anashambulia. Ni kweli anashambulia, lakini mashambulizi yake yamekuwa hayatoi natija chanya. Kwa hiyo kinachofanywa sasa hivi ni kuunda muungano wa washiriki wa nchi za magharibi na mshirika wao Marekani kwa ajili ya kumchangia vifaa vya kijeshi. Tayari wamekusha tengeneza e, muungano huo na wamekusha unda E, wamekusha toa ndege takriban mia nane kwa ajili ya kwenda kumsaidia Israeli. Hii yote inakuja ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza kabisa ni wazi kwamba Israel ameshindwa vita, lakini kwa kupitia kauli ya Benjamin Netanyahu ambayo ameitoa jana, anasema kwamba ni wazi taifa la Irani limenuia kuifuta Israel katika ramani ya dunia, katika uso wa dunia Tumefahamiana vizuri, haya maneno anayazungumza waziri mkuu wa Israel Benjamin Neta Paka, unaweza ukamwita namna hiyo Benjamin Netanyahu au Benjamin Neta Paka, kwamba Irani imenuia. Kwa mashambulizi ambayo yanayofanywa na Irani kupitia makombora yake ya Sejil, kupitia makombora yake ya Fatah, ni wazi kwamba eh, Irani imenuia kuifuta Israel katika uso wa dunia. Na hapo jana, ikumbuke kwamba kwa mara ya kwanza e, baada tu ya Israeli kufanya mashambulizi katika maeneo yanayosadikika kuwa na urutubishaji wa nyuklia, vinu vya urutubishaji wa nyuklia nchini e, Irani ni kwamba Irani sasa amechefukwa, Irani amekasirika, Irani ameamua kumwaga mboga. Kwa mara ya kwanza, ameenda kuuonyesha ulimwengu kwamba anaweza vita hivi bila msaada wa aina yoyote, na amepiga Israel kombora la Oreshnik. Ikumbuke kwamba kombora hili la Oreshnik aliyekuwa anajulikana kwamba analo alikuwa ni mrusi peke yake, lakini kumbe Irani kombora hili analo zaidi ya miaka kumi iliyopita, kombora la Oreshnik. Eh, kombora ambalo haliziwiliki lakini pia halionekani kwenye rada isipokuwa linaonekana tu katika tukio kwamba limekwisha sambua. Lakini moja ya kati ya mashambulizi miongoni mwa mashambulizi ambayo yamefanyika ni kwenda kuharibu kituo kwenda kuharibu kituo kikuu cha Mossad, makao makuu ya Mossad ya utafiti wa masuala ya kijeshi ya utafiti wa masuala ya ugunduzi wa silaha. Lakini pia ameenda kuharibu ma, e, makao makuu ya, ya jeshi ya usalama wa taifa ndani ya taifa la Israel. Lakini mpaka leo tunavyozungumza bandari ya Haifa ambayo ni sehemu ya vitega uchumi vikubwa ndani ya nchi ya Israel, tayari imekwisha haribiwa vibaya mno. Tayari imekwisha haribiwa vibaya mno. Lakini amekwenda kupiga hospitali. Amekwenda kupiga eh, hospitali. Hospitali hii kwa juu unaweza ukaiona kwamba ni hospitali, lakini chini kama ramani inavyoonyesha, hapo sio hospitali, bali chini kuna kambi ya jeshi. Chini kuna kambi ya jeshi na eh, kambi nyingi sana za jeshi za Israel ziko chini ya majengo ya watu. Kwa hiyo chini kuna miji mingine, na eh, utaratibu huu nafikiri wamechukua kwa wafursi wenyewe. Kwa hiyo chini kuna kambi ya jeshi, alafu juu kuna mji. Kwa hiyo amekwenda kupiga hospitali, lakini alikuwa analenga kambi ya jeshi ambayo iko chini ya hospitali hiyo. Kwa hiyo vita hivi kwa namna ambavyo ninavyoiona, namna ambavyo ninavyotasawur ni vita ambayo itakayokuwa vita ya kikanda, ni la alaiti. Kama watu viongozi hawatokuwa makini, inaweza ikabeba taswira ya vita ya tatu ya dunia, ijapokuwa Donald Trump ametoa wiki mbili za mazungumzo ya kidiplomasia kabla ya kuingia kijeshi kwa maana ya kuisaidia Israeli, lakini wakati huo huo Hame, eh, wa, eh, wa, eh, raisi wa raisi wa Urusi Vladimir Putin, na yeye amesema kwamba eh, ameongea na Donald Trump na kuonyesha kwamba ana uwezo wa kuingia na kutafuta mazungumzo ya pamoja juu ya suluhisho la mgogoro huu kabla haujafikia hatamu na kabla haujavuka mipaka, wazungumze mazungumzo yanayohusu eh, masuala ya nyuklia eh, E, juu ya umiliki wa nyuklia katika nchi ya Iran. Lakini wakati huo huo, Irani imejitoa katika e, mkataba e, wa nchi wa mkataba wa shirika la nguvu la Atomic katika mkataba alioweka wa shirika la nguvu la Atomic juu ya masuala ya nuclear, kwa sababu mpaka leo tunavyozungumza, Israel ni taifa ambalo linamiliki nuclear, lakini halipo katika nchi wanachama zinazounda umoja wa shirika la nguvu za atomic duniani na wala hawajasaini mkataba huo. Kwa hiyo, na Irani, na yeye anaona kwamba hii ni fursa pekee ambayo haiwezi kumfanya yeye pia aendelee kuwa katika e, umoja huo au mkataba huo. Hivyo, kama ambavyo inavyoruhusiwa kujichomoa, basi na yeye amejichomoa ili abakie huru na afanye kile ambacho anachokitaka, kulikoni kuendelea kuwa katika hali ya nini, katika hali ya utumwa. Ikumbukwe vita hii sio ndogo, vita hii ni kubwa sana. Lakini E, nchi za Waarabu zimekuwa zinashindwa kutoa ushirikiano mkubwa kwa sababu hazikubaliani na itikadi ya Mashia, kwa sababu Iran ni Mshia. Kwa hiyo nchi za Waarabu hazikubaliani na Mashia kwa sababu ya mambo ya itikadi za kimadhehebu ya kidini, itikadi za madhehebu ya kidini. Na pamekuwa kuna shutuma kubwa kwamba nchi za Waarabu zimekuwa zikiisaidia pia Israel, kwa sababu katika nadharia yao wanasema kwamba ni bora Myahudi kulikoni Mshia. Tazama namna gani kadhia ilivyo, yaani Waarabu leo hii wanashindwa kumpa usapoti Mwajemi. Lakini hii ni dosari ambayo haikuanza jana, haikuanza juzi, kwa sababu wakati anashambuliwa sa, eh, Saddam Hussein na wakati inashambuliwa nchi ya Iraki ikishambuliwa na Marekani, mmoja kati ya wa, eh, mataifa yaliyotoa support ili kuangusha utawala wa Saddam Hussein, pia Irani alikuwa ni upande wa nchi za magharibi. Irani alikuwa ni upande wa nchi ya Marekani. Tazama mchezo ambao tunaochezewa eh, Tazama mchezo ambao unaochezwa. Irani alikuwa ni moja kati ya nchi za Marekani ambao waliosaidia Marekani kumwangusha Saddam Hussein, na hii kutokana na kulipa kisasi juu ya kile ambacho kilichofanywa na utawala wa Saddam Hussein kipindi eh, miaka ya 80 wakati alipovamia nchi ya Irani na kuipiga pamoja na nchi ya Kuwait na hawa watu wamekuwa wakiishi katika kisasi cha muda mrefu, lakini sosi kubwa ya vita hivi, sosi kubwa ya vita hivi ni vita ambavyo vinamtafuta mbabe. Ni nani ambaye atakayekuwa mbabe? Ni nani ambaye atakayekuwa mtawala? Ni nani ambaye atakayekuwa super power ndani ya mashariki ya kati? Je, Israeli itakubali taifa lingine lolote liweze kumiliki nyuklia ili na lenyewe liwe super power ndani ya mashariki ya kati? Ikumbuke kwamba dunia hii ipo katika balance, dunia ipo katika balance. Dunia inaondoka katika taswira ya, ku, ya kuwa na superpower mmoja ulimwengu mzima, bali inakwenda katika kuwa na masuperpower wengi, mataifa mengi yenye nguvu na utulivu wa dunia ambayo tunayoitaka sisi utulivu wa dunia ambayo tunaitaka sisi, utulivu wa ulimwengu kutoka katika ulimwengu wa unyonyaji, ulimwengu wa mabavu, ulimwengu wa kugeuza mataifa mengine kuwa ni watumwa. Utulivu huu tunaupata katika kutengeneza mataifa mengi ambayo yatakayokuwa ni superpower. Na ili yapatikane mataifa hayo mengi yatakayokuwa ni superpower, ni pale ambapo yatakapotokea mataifa mengi kumiliki nuclear. Kwa hiyo sasa, Irani anajipambania mwenyewe, na hofu kubwa imekuwa ikitokea kwamba iwapo Irani atakamilisha urutubishaji wa nguvu za nyuklia na akamiliki nyuklia, basi yako mataifa ambayo yanayoweza kujitokeza na yenyewe yakamiliki nyuklia. Taifa la kwanza ni Masiri. Masiri, ikitokea Irani anamiliki nyuklia, basi Masiri na yenyewe lazima itafanya chini juu, lazima imiliki nyuklia katika upande wa mashariki ya kati. Lakini si hivyo tu, Saudia, kutokana na nguvu za kiuchumi alizonazo, hawezi kukubali ima atanunua nyuklia ima atarutubisha na yeye uranium kwa ajili ya kumiliki nyuklia. Pa hawezi kukubali mshia peke yake amiliki nyuklia, lakini pia Irani akiwa na uwezo wa kumiliki nyuklia, taifa la Uturuki na lenyewe halitokubali, ni lazima litamiliki nyuklia. Sasa unaweza ukaona kwamba iwapo mataifa haya yote yakaweza kumiliki nyuklia, maana yake moja kwa moja taifa la Israel halitoweza kuwa na nguvu ndani ya mashariki ya kati. Ina maana uhuru kwa Palestina utapatikana, kwa sababu hakuna taifa linaloweza kumtambia mwenzake kwa sababu ya kutomiliki nyuklia. Sasa huku ndiko ambako Irani anatafuta na ndiyo sosi kubwa ya nchi za magharibi, ambazo ni mshirika mkubwa wa nchi ya Israel, kwamba kwa nini Israel iweze kumiliki nyuklia kwa e, nini nchi e, ya Irani iweze kumiliki nyuklia, kwamba haipaswi isipokuwa Israeli peke yake ndiyo inatakiwa iendelee kumiliki nyuklia. Pamekuwa kuna maelezo mengi sana ambayo e, yamekuwa yakitolewa. Tumeona rais wa Korea Kusini e, Kim Jong Un ni mmoja kati ya watu wanaounga mkono e, nchi ya Irani kama mshirika wake. Ametoa kauli na kuilaumu na kumlaumu e, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa sababu ya kuivamia nchi ya yake. Amesema mmoja kati ya makosa makubwa aliyofanywa na Israel ni kwenda kuivamia nchi ya Irani tumefahamiana vizuri. Moja kati ya makosa makubwa yaliyofanywa na Israel ni kwenda kuivamia nchi ya Irani, lakini leo tunavyozungumza e, miji mikuu miji mikuu ya Tel Aviv pamoja na Haifa imekuwa ikishambuliwa usiku kucha, imekuwa ikishambuliwa usiku kucha kutokana na hasira ya Mwirani kwamba hili taifa limekuwa likiendesha eh, mamlaka yake kiubabe zaidi katika dunia hii. Sasa yako mengi sana ambayo tutaendelea kupashana, ndugu zangu, kama wanafuzi, japokuwa kwa sasa mataifa yote mawili yamekuwa yakiminya taarifa zao, yakiminya taarifa zao eh, na, mwa, na njia za mawasiliano ili zile taifa taarifa muhimu zisiendelee kutoka eh, Mossad E, moja kati ya mambo ambayo yamefanikishwa na dora na dola ya Irani ni kuwakamata washirika wakuu wa Mossad ndani ya nchi ya Irani. Washirika hawa ambao waliokuwa wanafanya kazi za kiintelijensia chini ya shirika la kijasusi la Israeli walikuwemo ndani ya Irani na ndio ambao waliokuwa pia wanamiliki sehemu ya kiwanda cha uzalishaji wa droni kwa njia ya uficho. Kiwanda hichi tayari kimekamatwa na washirika wote wamekamatwa na baadhi yao wameweza kunyongwa hadharani, baadhi yao wameweza kunyongwa hadharani. Kwa hiyo mashambulio makubwa ambayo yaliyofanywa na Israel kupitia kuwaua wale viongozi e, akiwemo mkuu wa majeshi wa Irani ni mashambulizi yaliyofanywa na droni ambazo zilizokuwa zikitengenezwa na washiriki wakuu wa Mossadi ndani ya nchi ya Irani kimaficho, waliokuwa wanaishi kimaficho ndani ya nchi ya Irani. Sasa hawa wote tayari wamekwisha kamatwa, lakini pia wengi wao wamesha uko, wamesha nyongwa na wengine bado wanaendelewa kufanyiwa investigation, ukaguzi juu ya yale ambayo yaliyokuwa yanayojiri ya, ya kutoa taarifa za Irani na kupeleka nje. Vita hivi bado vinaendelea, vita hivi bado ni mbichi. Ni nani atakayeibuka mshindi ndani ya vita hivi? Ikumbuke kwamba mshindi wa vita hivi ndiye atakayetengeneza superpower ndani ya mashariki ya kati. Nakukumbusha tena, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji, usiache kubonyeza alama ya subscribe. Alama hiyo ya subscribe pamoja na alama ya kengele ndivyo ambavyo vinasababisha tuwepo katika studio zetu na kuendelea kukupa makala hizi. Asanteni.